Neno. Sisi. Na imani. Hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji heo, na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo, Jumatano juma la pili, kipindi cha majilio wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 40 aya ya 25 hadi ya 31, na na injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Matayo sura ya 11 aya ya i hadi aya ya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 ambayo tumesikia hivi punde inatualika na kutuuliza sisi sote, mizigo tuliyo nayo tunaipeleka kwa nani? Ndugu zangu, siku ya leo Bwana wetu Yesu Kristo anatualika kwamba mizigo yote tuliyo nayo tunapaswa kuipeleka kwake. Tunapaswa kujikabidhi mizigo hii tuliyo nayo, tuikabidhi kwake. Ndugu zangu, katika sehemu hii Bwana wetu Yesu Kristo anasema kwamba nira yake ni laini. Katika kipindi cha zamani nira ilikuwa ikijulikana kama sehemu ya kamba au sehemu ya kitu ambayo ilikuwa inaunganisha wale wanyama ambao walikuwa wanatumia jembe la kulimia, yaani jembe ambalo lilikuwa likikokotwa na wanyama, yaani ng'ombe au pengine punda. Kumbe nira ni ile ambayo inaunganisha wanyama hawa wawili ili basi waendelee kukokota jembe hili ili liweze kulima. Kumbe basi katika dhana hii, ndugu zangu, tunaelewa kwamba nira ni sheria. Hivyo basi Yesu anatualika kwamba nira yake ni laini, kwa maana nira yake yani sheria ni laini, sheria zake ni nyepesi kumbe basi, pale ambapo tuna mizigo yetu, ni mara ngapi tunamfuasa Kristo ili basi mizigo hii aweze kututua? Ndugu zangu, mizigo hii tutaweza kuitua pale ambapo tutaweza kumfuasa Kristo, yani kushika sheria za Kristo, tukitambua kwamba tuna mizigo mbalimbali katika maisha yetu, tuna shida mbalimbali katika maisha yetu. Wengi wetu tumekuwa tukitafuta furaha za hapa duniani, furaha ambazo zinadumu kwa kipindi kifupi. Binadamu amekuwa akitafuta mambo ambayo yanamnufaisha kwa kipindi kifupi, amekuwa akitafuta furaha ambayo inadumu kwa kipindi kifupi. Mtakatifu Agustino unasema furaha ya kweli ni ile furaha ambayo tutaipata endapo pale ambapo tutaenda kukutana na bwana wetu Yesu Kristo, tutaweza kuungana naye katika maisha ya umilele huku mbinguni. Kumbe basi tunapokuwa hapa duniani tunapaswa kuikimbilia huruma ya Mungu ili basi tuendelee kushika hii nira, kushika sheria ambazo zitatuelekeza sisi kupata muunganiko huu na Mungu. Ndugu zangu, mizigo hiyo ni pamoja na mizigo ya kibinadamu. Mizigo hiyo ya kibinadamu, magonjwa, shida mbalimbali, fedha pengine. Je, ni mara ngapi tumekuwa tukimkimbilia Bwana wetu Yesu Kristo, ni mara ngapi tumemkabidhi mizigo hii, ili basi yeye anayejua shida zetu aweze kututatulia? Pengine tuna shida, tuna mizigo ya kiroho. Ni mara ngapi tumemkabidhi Bwana wetu Yesu Kristo roho zetu? Hivyo basi tunapaswa kujiuliza maswali haya, ili aweze kutongoza katika tafakari yetu. Pengine tumekuwa pale ambapo tunasumbuliwa na shida mbalimbali tumekuwa na mizigo hii, tunashindwa kumkimbilia Mwenyezi Mungu, yeye ambaye anatufahamu, anafahamu matatizo yetu, na tunaelekea kuwakabidhi matatizo yetu binadamu ambao hawana uwezo. Wengi wetu pengine tumekuwa tukienda kwa waganga wa kienyeji, ili basi mizigo hii, shida hizi ambazo tunapitia katika maisha yetu, waweze kutusaidia. Kumbe basi daima tukimbilie huruma ya Mwenyezi Mungu Ndugu zangu, katika sehemu ya maandiko ya matakatifu yanatualika pale ambapo tutaweza kumkabidhi mizigo hii, tutapata raha nafsini mwetu. Kumbe basi ni mwaliko, ndugu zangu, hatuwezi kutua mizigo hii pasipo kuwa na moyo wa msamaha. Tunapaswa kusamehe ili basi hii mizigo tuliyo nayo tuweze kuitua. Ndugu zangu, kulikuwa na hadithi fulani ya mama mmoja ambaye mwanaye alikuwa anasumbuliwa na kansa. Basi mama huyu daima alikuwa akimtegemea mwenyezi Mungu, alikuwa akisali kwa maombezi ya Mama Bikira Maria ili basi mwanaye aweze kupona kansa hiyo ambayo ilikuwa inapelekea mwanaye kuwa dhaifu, na pengine alikuwa na muda mfupi wa kuishi duniani. Siku moja, bila kutegemea, daktari mmoja alikuwa akienda katika shughuli zake za kila siku. Daktari huyu alikuwa ni bingwa wa kansa. Siku ile mvua ikiwa inanyesha nyesha, alikosa sehemu ya kujihifadhi, na mama huyu, baada ya kumwona alimkaribisha nyumbani kwake. Na yule daktari alipokuwa amepumzika, alimwona mama huyo akisali kwa uchungu, huku akitoa machozi, na daktari akamuuliza, kwa nini unaomba kwa uchungu hivyo? Yule mama akamwambia, nina mtoto wangu humu ndani anasumbuliwa na kansa kwa zaidi ya miaka kumi sasa. Yule daktari alimpa moyo na alimsaidia, na yule mtoto alifanikiwa kupona. Kumbe basi, ndugu zangu, katika masomo haya ya leo, katika mwaliko huu ambao tunaopata kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo anayetualika siku ya leo sisi ambao tunaelemewa na mizigo, mizigo hii tulionayo nayo tumpelekee, tuitue kumbe pale ambapo tunakumbwa na shida mbalimbali matatizo, daima tuendelee kusali daima tuendelee kuomba, ili yeye ambaye anayetujalia yote anayetujua sisi, yeye atatusaidia daima. Basi ndugu zangu, pengine tumeshindwa kukabidhi mizigo yetu, tunashindwa kukabidhi matatizo yetu kwa Mwenyezi Mungu, pengine kutokana na kuchelewa kwa majibu yetu. Tumuombe basi Mwenyezi Mungu atujalie kuendelea kutupa nguvu, ili basi tuendelee kumtegemea daima, yeye ambaye anajua saa na wakati wa kutupumzisha mizigo hiyo na kutuponya shida zetu. Daima tuendelee kumtegemea. Itukuzwe damu ya Kristo. Nashukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Mark Dismas Ibede wa shirika wa misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari Del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo.